Alaykum warahmatullahi taala wabarakatu. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna makumi matatu: kumi la rehma, kumi la toba na kumi la koto na moto. Ewe Muislamu na mwanajamii mwenzangu, nikusihi kusihi kukithirisha kufanya ibada kwa wingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naitwa Mwanajuma Makameali, mtangazaji wa Easy TV. Nawatakia Waislamu wote ulimwenguni Ramadhan Mubaraka. Mimi naitwa Makame Salim Ali, ni mfanyakazi wa kituo cha habari katika elimu kilichopo Kwarara ndani ya Wizara ya Elimu Zanzibar. Tunawatakia Waislamu wote Ramadhan Mubarak, na msikose pia kuangalia na kufuatilia vipindi vyetu kupitia EZ TV pamoja na Elimu FM. Ramadan Mubarak. Wa kullu 'aamin wa antum bi khair. Asalamu As alku wrahwabarmtazamaji wa, wa, wa TV. Jina langu ashuraaaaocha habataiwabh. Mimi naitwa Musa bin Haji, mtangazaji wa EZ TV. Nawatakia Waislamu wote mfunga wa mwezi mkufu wa, wa Ramadhani. Naitwa Salma Hassan, ni mtangazaji wa, wa, wa EZTV pamoja na Elimu FM na watakia Waislamu wote wa duniani Ramadhan Mubarak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni Hamad Rashid Khamis, mtangazaji wa EZTV pamoja na Elimu FM. Aaassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, nawatakia waislamu wote duniani Ramadhan Karim.